Shule ya kitaifa ya wasichana ya Moi Girls Kamusinga imeungana na Wakenya kote nchini kuadhimisha Siku ya Mazingira Duniani, huku wito ukitolewa kwa wananchi kote kushiriki kikamilifu katika juhudi za kulinda na kuboresha mazingira. Akizungumza na wanahabari shuleni humo, George Manyali, mwanafunzi na mwanachama wa shirika la Y Science linalojikita katika utunzaji wa mazingira, alisema ni jukumu la kila mmoja kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi inafurahi a hapa kwa sababu ya mazingira day. Lengo kuu ya siku ya leo ni kwamba turudi shule ambayo ulisomea ukapande miti na kuhakikisha kwamba iko safi, mazingira iko safi. Kwa kweli, chief principal wetu amenialika mimi nikiwa mmoja wa board members hapa ili nikashiriki ni waombe katika shirika zi, uh, letu la Y Science, tunasisitiza sayansi ya raya, na sayansi ya raya ni kwamba tunahusika katika mazingira. Hata kama hujaenda shule kusomea mambo ya mazingira, unatakiwa uwe unazingatia usafi ili kuhakikisha kwamba kizazi kicha, uh, kinapokuja kiwe na mazingira safi. Upande wao mwalimu mkuu Joy Mulunda pamoja na mwalimu Masinde Sangura anayesimamia masuala ya mazingira shuleni humo wamesema shule hiyo imejitolea kuunga mkono ruwaza ya serikali ya kupanda asilimia arobaini ya miti katika kipindi cha miaka kumi ijayo. So kama Moi Girls tunashukuru ya kwamba tumeweza kukua in line with government policy. Siku so ya, ya, so ya leo nimefurahi kwa sababu tumetimiza yale ambayo serikali ilikuwa amba, imehitaji watu wafanye siku ya leo e, shu, kama shule tumefaulu kupanda miche karibu elfu moja. Na tunataka kusema ya kwamba kama shule tree cover eh, target ya inji ambayo ni huwa around 20%, sisi tunataka tusapasi, tunataka tufike 40% in the next 10 years. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na mwakilishi wa wadi wa Kibingei Agri Mlongo, ambaye alisisitiza umuhimu wa kila mmoja kuchukua hatua za kulinda na kuhifadhi mazingira. Mazingira ni kitu ya muhimu sana duniani ya ja kwanza, miti ni uhai. Miti inafanya kila kitu, miti kuni, miti nalete oxygen, miti nalete kila kitu, hata uhifadhi wa uh, erosion. Hiyo ndio kitu maana sana sana kikaa hapa wa Moi Girls Kamusinga. Hii shule ndio peke yake karibu western yote, sijatembelea shule zote, lakini kwangu hapa Bungoma kaunti eh, kwa mazingira ni number 1. Mimi nimekuja kuangalia miti yangu yenye nilipanda hapa na miti imeendelea sana. Vile tunaongea hivi, miti imenipita urefu. Tuko tamaliza hapa, tunaenda kwingine. Kwa kuadhimisha siku hiyo muhimu, shule hiyo imetumia nafasi hiyo kuhimiza jamii nzima kutekeleza wajibu wao katika kulinda mazingira, ikisisitiza kwa mustakabali wa taifa unategemea hatua zinazochukuliwa leo kulinda sayari yetu. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence.